Tena kurejea nyumbani Tanzania? Ah, nasikia poa mzee, nimekula mchele na samaki ya kupaka. Nimekula lunch ikanibamba mbaya mzee nini? Tena Tanzania. Kolabo, mm. <amin>. Niko hapa kwa ajili ya darasa ambayo okay. mm -hmm. eh. Ni ndugu yangu amenialika kwa album yake invite, na amenishirikisha katika nyimbo mbili kwa katalogi yake na hata kimawaidha tu na undugu zaidi ya mziki, that is my very very close friend man. nice. Na wakati alinambia kuna event ina happen kwa <laughs> album yake ambayo, which I think is the best album in East Africa to the world. mm-hmm. I couldn't miss it man, nikasema lazima nikuje, nikuja Eh, watajiuliza ina maana kuna Watanzania na wasanii wengine watataka kufanya na wewe. Je, hachukui fedha kabisa na angalia tu bondi na ukubwa wa msanii ama ni vigezo gani unazingatia kufanya kazi na msanii mwingine? Mimi nazingatia ndugu. Okay. Eh, yeah, so mtu yote ambaye ni ndugu kwangu. Siwezi nikamcharge. Maanake pia mimi siku moja wenda nikamuita kwetu. Wenda mimi siku moja nina show. Mm. Na wakati huo nitamuhitaji. Kwa hivyo darasa akiniita, siwezi mcharge. Mario akinita sisi charge Mario na charge Mario aje sasa, nakuja tu. Unajua najua eh, yeah, sawa. Na siku moja kuja Tanzania, kio ni siku moja baada ya kocha wangu wako safari. Mm-hmm. Ngoja nijiulize mbona anaenda kwenye nchi ambayo wamefanya collabo, na anakuja Tanzania. Ah, sijaalikwa maybe. Mm -hmm. Lakini mimi nchi yote kama kama mdo kama nakubali tunaenda. Mm -hmm. Yeah, naenda na mazi. Honestly na feel watu kwa industry yetu wasanii wame create star sana, utu nikaa inapotea. Watu wamekuwa so commercial, yani sijui kwenye kusema commercial, watu wanazingatia fedha sana katika interactions za mm, kisanii. Na tuungane tufanye vitu deadly nyimbo yangu mpya inaitwa Safari. mm -hmm. Safari nimeficha msanii anaitwa Sultan Sera kutoka Somalia mm -hmm. na ni nyimbo ambayo inafanya vizuri sana Kenya saa hii na trend. Mm -hmm. na besides kufanya vizuri message yake ni message kwa true kwangu, because hiyo ndo nyimbo ya kwanza kwa album yangu ambayo nakuizindua. Album yangu inaitwa Alusa Continua. uh, Okay na katika hiyo album nimechukua sounds za like kiasili kutoka Kenya kutoka East Africa, kila mahali, nikashirikisha wasanii wa East Africa kutengeneza I think what is my best best best work yet sasa. So, nimetengeneza album noma kama hiyo, na nitakuwa na izindua mwezi wa sita June, na niko excited tu yani, niko na so many new things hapo ndani, nataka watu wasikie. Niko na big features za Tanzania pia hapo ndani pia za nyimbo yake na mabrothers wangu na producers wa Tanzania pia in the project. So I'm quite excited. Jina la album ni la maana gani? Albamu yangu ya kwanza ilikuwa Alusa Why Are You Topless. Mm -hmm. Yeah, na wakati huo nilikuwa nazungumzia wakati ambapo nilifanya nyimbo inaitwa Nishike mm -hmm. ya Sauti Soul. Mm -hmm. Na mamangu akanipigia simu akaniambia Alusa Why Are You Topless. Sasa <laughs> so, ikawa jina ya album. Kunikumbusha wakati ambao nilifanya kitu ilikuwa audacious, yani unajua mm -hmm. audacious ni nini, ni kwa Kiswahili yani nilifanya kitu ambacho kilikuwa crazy. Mm -hmm. Ilikuwa crazy of so Sauti Sol kutoa shati na kuwa in topless, lakini bila hiyo nyimbo tu ingekuja Tanzania show. Hiyo ndio mara kwanza nilikuja Tanzania show. Mm -hmm. Na ndio maana nikaita al album Alusa Why Topless, because wakati huo pia naingia katika msimu mpya ya, ya kutoka kwa group. Mm -hmm. Na kuwa mimi ni msanii sasa. Mm -hmm. Najitafuta, napotea wakati mwingine, lakini nimetake hiyo step kukuwa bold na albamu yangu ya pili inaitwa Alusa Continua, yani Alusa anaendelea. Alusa ni jina yangu okay, huko hey, kwetu huko kwenye natoka Kakamega, Alusa ni jina yangu okay. so Alusa Continua ni Alusa anaendelea. Mm. Hey. of course, na Alusa, sina majibu because unajua kila mtu anafanya vitu kivyake na ukichunguzia uh, wasanii wa sauti solo wote, kila mtu akona success ambayo ni tofauti, wote wana, wanafanya vitu tofauti na mimi, na katika hizo vitu ambazo wanafanya wako successful, ile ni bondato, easy break. eh, niko blessed na, na thank God amenipatia I hii chance ya kuifanya tena. Unajua nilikuwa sauti, sio nilikuwa kwa group, alafu sasa group inaisha tena naifanya tena, ni kama naanza upya yani, na mimi nashukuru tu Mungu kunipa nafasi mzee. Ni a very special thing kukuwa na second chance in life, watu wapatangi. So niko blessed sana na, mandugu zangu, endeni kwa pages zao mwangalie kitu ambacho wanafanya vitu ambavyo wanafanya, wanafanya vitu deadly. Eh, yeah, Savara na nyimbo nyingine tu show you off. Show you off. Ngoma noma sana. Polycarp na album ametoa mpya, amefeature a very big Luo artist. Chimano anafanya great things Australia na saa hii anaenda UK on tour. So kila mtu yani Sauti Sol anafanya mambo. Huko uh, uh, Tanzania wanajadiliana kwamba Bien ndio alikuwa kubeba songs. Unaona? Mimi sipendangi conversation kama hizo mm -hmm, because hata nyinyi wenyewe mnajua si ukweli. Nyinyi wenyewe yeah, mnaangalia Sauti Sol, mnaangalia kila mtu alikuwa anafanya mambo pale. Yeah. Ndio maarufu wa kikundi yani watu wengi wamepatana ambao wame, wame, wame, wame, wako na hiyo mental you know, synergy na love na brotherhood na kuimba pamoja eh hey, hiyo kitu ilikuwa tamu bwana. Sauti Sol ni noma, na nyinyi mnajua hata seni ni mabaya. Chimano ile sauti yake ile ya base ile, ukitaka kujua Sauti Sol ni noma, kila kikundi ambacho ilikuwa inaformiwa after Sauti Sol ilikuwa na waimbaji wana kaa ki sauti sol. Ukisikia ya moto utamsikia pale Aslay anaimba kama bn, Mbosso anaimba kama Diamond ule wa beza ni mpaka Chimani hiyo mm, ni deadly sana tu, sio nyata. mimi siwezi replicate eh. Safi, na unaimba Kiswahili na Watanzania wanapenda, ndio sababu kubwa ya kufanya ulenge kufanya collaborations nyingi na wasanii wa Tanzania. Ah, mimi nikiangalia soko la muziki la East Africa ni watu milioni 150 million, yani laki moja hamsini milioni. mm -hmm. mm -hmm. Watu wanaimba wanaongea Kiswahili, mm hawa -hmm. watu ni customers, na kama msanii ukiweza pata 10% over 150 million people au 15 million people, wakiamua kukupatia shilingi kumi kila siku by kusikiza ngoma zako na kustream Tumeiona tumeona Diamond ana fly na jet for God's sake, unajua, tumeona yani kwenye art inaweza fanya ukiketa East Africa, mi gol yangu saa hii ni kuakiasili, mtu akisikia Bien anasikia ngoma tamu za East Africa, anasikia saundi yetu. Okay. Kani? Kani? Kani? Kani? Um wako wanaojaribu kufanya muziki mzuri wfan ne yeah, kabisa Marekani na nchi nyingine, nasema na nasema, in nasema tufanye zote mm. Eh, tufanye za Kiswahili na tufanye pia za huko ndio katika sort of hiyo from all over the world interaction, exchange, discover what we are all about mm. Lakini naambia wasanii wa East Africa, hapa tu East Africa, by the way, mna soko, mna mziki noma sana, na mna watu wengi ambao wako ready kuwasikiza. Wanza karibu tena Tanzania, na pia pongeza kwa, okay, kwa so, Tanzania, kazi nzuri za kila siku, asante. Swali langu hii, a kuna watu wengi ambao wanatamani kuujua. Najua unafanya interviews, una unajielezea kwa namna fulani, wanakelewa lakini shauku nitaka ni disk kidogo kwenye upande wa let's say safari yako ilikuanzia, ulikuwa na kundi, sasa hivi uko mwenyewe. Ni jani hiyo ambayo watu wanatamani kuijua? mm. Ni yeah. Labda uhisi kama mashabiki zako wana deserve documentary, labda again kutoka liko toka mpaka hey, sasefiko. documentary Dokumenta yeah. <laughs> sana I think uh, I think down the line maybe documentary sauti sauti yeah. inaweza kuwa noma mm -hmm. and I feel because tuko na story ya kutell Uh, tuko na so many good memories na a lot of good you know, good things to say, you know. Mm -hmm. Afobean I think no, nimeanza tu. Okay. So mi bado ni msanii nachipuka. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Koko mwenye mwenye. Eh hey, mazi nilikuwa mwenyewe mwenyewe. Actually, by the way, ngambii kweli, actually last year mm -hmm. Kuna kuna muda nilikuwa najisikia ni na kama yani eh ikitoi work mm -hmm. Eh hey, nikiwa kama najidoubt na, na, na, na kama wakati mwingine nafili ni kama, na, na kama sijielewi mm -hmm. siko nimezoea kuwa peke yangu okay. na I think imenichukua muda ndo nifike katika mm hiyo -hmm. mental state ya kujijua tu sahi. Mm -hmm. Eh, I think ndo nimeanza kujijua so documentary nipatie kama miaka kumi hivi <coughs> <coughs> ltufanyemi <to> okay. <laughs> So, ndugu yangu ambaye namfuata ameoa Tanzania. <coughs> nice. ameoa Mwanza si Mwanza, amewa Moshi. mm -hmm. Nimeenda mpaka Moshi, nimekunywa mamtori huko. mm -hmm. <laughs> Nimeenda Moshi, nimekunywa mtori, nimekula nyama ya mbuzi soft. mm -hmm. Na niko na relationship unique na Tanzania. mm -hmm. Uh, pia niko na story noma na Mbwene, lakini sasema hapa hiyo, siwezi sema trend. Niliona mfano, uh, DJ Sheti. Mm. Kwa tuwa, uraia ki mnangoja ni mm. <laughs> <laughs> Tanzania nipe uraia. Actually nijua Tanzania, mimi nafeel, mara nyingi tulidanganywa, tuli na wakoloni wakatichoria maboundaries, wakatuambia nyinyi msiongee na hawa, hawa ni wako hivi, hawa wako hivi lakini ukiangalia in reality Tanzania ni wa Kenya. Mimi nikiangalia watu kwa sura, mtu ananiambia si Mtanzania, naweza fikia ni Mkenya. Nyote mnakaa wa Kenya tu, mm. Uh, chakula mnakula naziona Kenya pia, I mean, zinaweza kuwa litamu kuliko za Kenya, mm. Lakini naziona. Si ni watu moja yani, unacheki? Wale, wale. Eh, si ni wale wale tu. Mtu wangu niambie. Fresh sana. Kwanza ongera, namona umetangaza iyestua, namasana, asante. Sasa mi nataka kujua kitu kimoja. Kwanza, Bien ni msanii wa Kenya ambaye huwa una trend sana Tanzania, uh -huh. lakini kwenye issue moja live performance, na mi navyojua, uh, una- unavyoenda kufanya tour, obviously unataka kufanya live performance uh -huh. mmhm unataka utoe kama ushauri au utuambie weakness ya wasanii wa Tanzania kwenye live performance wewe kama msanii unaona iko wapi? Kwa sababu kumekuwa kuna hiyo Yeah. contribution sana, contribution sana ya, ya live performance. Na kila ikitajwa lazima jina lako litajwe. Lakini tajia na kutaja sana hiyo. Mimi naangalia wasanii wa gani? Mimi nikiangalia Tanzania live performance, naangalia wale wasanii wenye wa gospel. Nyinyi mko na mtu wa Joel Lwaga ni mnyama kuimba live. Gospel Tanzania hata tuwaguzi. Kuimba live gospel Tanzania waache. Ameni n na leo na jana, hizo ngoma ukisikia venye zinaimbwa live, hiyo ni madness. Alafu ukiangalia ile, kuna fulani inaonanga kwa TikTok ni kama ilikuwa ya Wasafi. Kuna kijana mwingine anaimbanga song za Diamond hapo, anaitwa nani, simboso eh? Sim mboso ni mnyama live, hata na mboso tutajua tayari. Kuna kijana mwingine mdogo hivi lakini kwa, kwa star search show anaitwa huyo huyo. Jamaa ni mnyama live, mimi sijaona mtu kama huyo live East Africa. Huyo jamaa namuwatch TikTok hivi, anaimba ya yani, anaimba ya ngoma za Diamond. Tanzania mko nayo kitu. Kuna drama, kuna mchezaji wa drama anaitwa Ima Emmanuel Emmanuel, alikuja Kenya, alikuwa the best drama in Nairobi for a long time <laughs> ni mnoma drums ni Mtanzania na mwana kucheza na Kiba wakati mwingine na mwana kucheza na Diamond, you guys are great. huku mko na hao watu labda tu mmewazoea au sasa, <laughs> umewataja umewataja umewataja wasikini wa gospel gospel na umemtaja Salu ambaye ame, ame ametokea kwenye gospel stars. Huyu jamaa ni wakubwa, kila wakifanya performance lazima o, mashabiki Kiba ma Kiba, performance Nairobi ilitesa mbaya sana. Achana na hiyo. Hiyo ni siasa. Alafu pia kufanya hivyo mazi si poa. Meskubi skupenda, yani pole pole pole. Sikupenda hiyo approach ya Master J at all. Eh, na si say, East Africa saini time ya ku build. Saini time ya ku build time ya kujenga. 20 years from now, 5 years from now, akina salio atakuwa anatuliza, nyie wazee mlifanya nini? Kwa tulikuwa tuna beef, lazima tufanye mziki. So Master J, hiyo ni irresponsible, hiyo si poa <laughs> hiyo si poa. Okay yeah. Kwa heshima yake, kwa heshima yake. Kwa heshima yake. Yeah. Yeah. and he's done big things I grew up listening to Master J's music man, like I produce some of the biggest hits kwa bongo flavor, sindio? Eh, so ni msemo noma, lakini eh, saini saa kujenga maze. Sasa kenye afanye cha kufanya amenizidi kwa umri, labda aniambie cha kufanya, lakini mnamheshimu. Yeah, sana mm, lakini asingependa yeah, yani iende huko eh, because hukou, eh, hiyo ni toxic man. Alikiba ni amazing musician. Alikiba me akitupatia the best East African sounds. We need to unite guys. sa Bien, kwenye hilo hilo kuongezea, nikifuatilia mitandao ya Kenya ambayo inaandika habari za burudani na mastaa, ilitoa listi ya wasanii ambao wanatazamwa Kenya kwenye YouTube kwa mwezi Aprili mwaka huu, ambapo ikaonyesha kwenye listi kuanzia msanii wa kwanza mpaka wa sita wametokea Tanzania. Alafu wa saba akawa ni Bien. Then akawa wa nane akatokea Kenya ambaye ni Paul pia. Mhm. Mm. Badala ya hapo akaja kuonekana wa Tanzania wengine mpaka kwa list ya watu kumi kule baadaye. Nikafuatilia comment kwenye moja ya page kubwa sana ambayo uh -huh, ilitokea kule Kenya. Mhm. Mm. Ilikuwa inasema Bien alikuwa anastahili namba moja. A lot of comments. Hiyo ukiona mashabiki wa Kenya wanakupigania ukali namba moja kama msanii wao kwenye chat zote.

Hizo you know, ni amazing amazing like things. Hata mimi mwenyewe nikiwa msanii nikichipuka, yani hizi ndo siku nilikuwa naombea na, na, na mm hizi -hmm. Ndo siku nilikuwa naota, yani siku moja nitakuwa msanii. Imagine ndo hizi nimekaa hapa na maikrofoni kuna wasiliana na makamera, ndo hii hapa basi, ndo hii hapa sasa hii

ni mpenzi wangu na tuko kazini, tunajenga mm -hmm. Mambo ya familia unajua, ukiangalia Wahindi Wahindi watofautishi ndoa na kazi mm -hmm. Wahindi wako na duka, mama anauza, baba anafanya kitu pale, mtoto anajifunza nini, hiyo ni family business mm -hmm. Pia mimi yangu ni family business yeah. Okay, na na kama hiyo hata sometimes ukupata usumbufu sababu ni kabieni, na unaweza kukuta ni crush wa dada wengi sana. Amezoea, amezoea mademu, watakuwa wengine watamisbehave, wengine watamisbehave. Sisi tunajua kenye imetuleta hapa, hii jani ni yetu. Mimi na demu yangu sahii tumekuwa together eleven years na waifi yangu mazi, hakuna mali naenda, hakuna mali naenda, eh tunaelewana tu hivyo, kijana. Hatuna watoto bado yeah. Mikuna, kuna... <laughs> hatuna <laughs> <laughs> watoto bado, lakini mtuombee, asanteni <laughs> kila kitu kinakuja na muda wake. Unajua, mm -hmm. E, na sidhani nimewaikwa kwa hiyo place mentally, lakini wakati huu, yani niko hapo mentally na niko ready na nimenyosha mikono yangu na mniombee, okay. uh,

Enye haifai kukuhapenia. I believe kuna anxiety ni part of living mm -hmm. Na niko too happy that niko na systems around me za kujitoa kwa hizo moments eh. mm -hmm. Eh, na ambacho sasa kina kuinspire the lyrics eh. Alafu pia mi vitu zangu nyingi naweka ndani ya mziki mm -hmm. Eh, so niki feel feel different things, niki feel, I don't know, dunia ikinigonga na mambo tofauti, kila kitu naweka kwa mziki mm -hmm. Yeah. Okay. Na iimba inanitoka. Wa Somalia? <laughs> Yes. Nimeshirikishwa wa na wasanii yes, ni wa, wa, wa Tanzania kwa albamu yangu na nyimbo noma na wasanii wa Tanzania. Sasa ni wakati wa Somalia, mm. Na I think ni nyimbo ambayo pia inaniongelesha ina sana, the song Safari, u unajua, hii safari, uh, yako kwa solo artist nikianza, siko najua kitakachonipata huko mbele, lakini nilianza tu kwa imani na hakika. Yani Mungu ameileta na baraka zake nyingi sana. Eh, niko so blessed, niko the happiest nishaikuwa in my life.